Majina yangu naitwa John Langidare Tanaki Liza. Mimi ni mzaliwa wa kata ya Ilkirani. Leo tarehe 28 mwezi wa 6, 2025 nimefika ofisi zetu za wilaya kuchukua fomu kutia nia nafasi ya ubunge e, jimbo hili la Rumeru Magharibi kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi na kinachonisukuma ni kimoja tu, kuwatumikia lakini na kutumika na wananchi wangu wa Arumeru Magharibi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, ustawi wa jamii yetu na taifa kwa ujumla, lakini pia tutakwenda mbali Afrika na dunia kwa ujumla. Mimi nina ndoto za kuifanya dunia kuwa sehemu salama ya kila mtu kuishi. Baada ya kuchukua fomu, matarajio yangu ni kwamba Taratibu za chama zitafuata. Tunajua kwamba fomu hizi zitajadiliwa katika ngazi ya wilaya, zitapelekwa mkoani, lakini mwisho zitakwenda taifani, na taifani kule kwa utaratibu wa chama chetu, tunafahamu watarudisha majina matatu. Yatarudi majina matatu. Mimi namtumaini na, na kumtegemea Mungu, ikiwa ni mipango yake jina langu litakuwa kati ya yale matatu yatakayorudi, la tunaamini kwamba Mungu ndio anayechagua kiongozi. Mzee wa ukoo tuko naye hapa, mzee Rafael, anajua. Wamasai wanasema engai navuto laigwanani, kwa Kiswahili, Mungu ndio anayechagua kiongozi. Kwa hiyo sisi tunaamini tutakuja wengi. Leo tutakuchukua fomu, nimekuta wenzangu watatu wameshachukua. Tutafika kumi, tutafika ishirini, lakini ninaamini katika hao ishirini Mungu ana mtu wake aliyemchagua tayari, kwa ajili ya jimbo la Arumeru Magharibi, lakini kwa Tanzania nzima majimbo yote, najua leo kesho watakuwa wanachukua form. Mungu ameshachagua kiongozi, ameshachagua diwani tayari kwenye kata hizo zilizoko, lakini ameshachagua mbunge kwenye majimbo yote nchini Tanzania, na ametupa rais tayari. Kwa hiyo sisi cha kufanya ni kumshukuru Mungu. Ninachotaka kukiongezea ni ombi kwa wana Arumeru Magharibi, watanzania wote kwa ujumla, nina mambo mawili ya kuwaomba. Moja, tu mwombe Mungu akatupe viongozi wazuri wenye ujuzi na uzoefu, lakini wenye uchu wa maendeleo ya nchi yetu. Sisi tunafahamu kwamba uchaguzi huu mkuu ni wa madiwani wa bunge pamoja na rais. Mungu akatupe madiwani wazuri wenye uwezo mahiri watakaotuongoza kwa miaka mitano ijayo. Tukipata madiwani wazuri, na mimi nasema tumwombe, watoke kwenye moyo wa Mungu, tutafurahi miaka mitano inayokuja, tutashangilia miaka mitano inayokuja. Kwa jina naitwa Frida oh, oh. Tumekuja hapa na kwa familia kumsindikiza mume wangu kwa ajili ya kuja kuchukua fomu na mwamini kama familia anaweza kujali familia, naamini hata hapo mbele mambo yatakuwa mazuri na ni kiongozi mzuri sana. Ameongoza muda mrefu kanisani, amekaa miaka ya kutosha akiwa kiongozi mzuri, kiongozi mwenye adabu, kiongozi anayempenda Mungu kweli. Kwa hilo nampa hongera sana.